Neno la Mungu linasema ni heri kumtumainia Bwana kuliko kitu chochote. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko kitu chochote. Tunajua kwamba kumtumainia Bwana kuna faida pale ambapo mwanadamu anakuwa anapitia changamoto au shida mbalimbali. Tunasema kwamba Bwana ndiye msaada wa karibu. Hakuna msaada wowote ulio karibu zaidi ya Bwana. Yeye ni Mungu aliye karibu na sisi Mungu ambaye yuko mbali. Hivyo unapokuwa unapitia shida mbalimbali mbali, wewe mtafute Bwana kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliye karibu nasi kuliko kitu chochote. Hivyo usikimbilie kuwatafuta wanadamu bali mtafute Bwana. Hivyo basi nasema kwamba usitumainie akili zako mwenyewe, usitumainie pesa ulizonazo, usitumainie marafiki, usitumainie ndugu, usitumainie nguvu za giza, usitumainie waganga wa kienyeji. Kwa sababu gani? Hao wote wako mbali. Usimtumainie baba yako au mama yako au kaka yako au dada yako. Ndugu yangu, mtumainie Bwana kwa sababu Bwana ndiye aliye karibu nasi. Nasema kwamba hakuna hakuna msaada wa karibu, hakuna msaada wa karibu bali msaada wa karibu ni Mungu mwenyewe. Hivyo pesa ambazo unazitumainia hizo hazikumwaga damu, marafiki hawakumwaga damu, ndugu mbalimbali hawakumwaga damu. Anasema kwamba akili zako hizo ambazo unazitegemea hazikumwaga damu, mali zako hizo majumba na magari hayakumwaga damu, marafiki hawakumwaga damu, ila tunajua kabisa Yesu Kristo ndiye aliyemwaga damu. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anaangalia sauti ambayo inamwita katika roho na kweli, na hiyo sauti ikimwita katika roho na kweli, Mwenyezi Mungu anaitikia. Kwa sababu gani? anajua yule ambaye amemwita ameshajenga imani ambayo ni mlima ambao moja kwa moja, ambayo unajua mtu, unajua kabisa pale ambapo, pale ambapo mwanadamu anakuwa amepata shida, anamtumainia Bwana, anasema kwamba wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hawatotikisika. Hivyo inatakiwa uwe kama mlima, pale ambapo unakuwa unakutana na magumu, inatakiwa umtumainie Bwana. Unajua kwamba ni ngumu sana kwa mwanadamu kustahimili majaribu lakini Mwenyezi Mungu ana huwa anaweka mlango ili mwanadamu aweze kutokea pale ambapo anakuwa amejaribiwa. Hivyo pale ambapo unakuwa unapitia majaribu mbalimbali, hata mbali, watu wakuone kwamba wewe ni wakufa leo hii, watu wakuone kwamba wewe tayari unafilisika, wa wakuone kwamba wewe afya yako imezorota, watu wakuone kwamba wewe umepotea kwenye njia, ndugu yangu mtumainie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena usoma katika kitabu cha Zaburi sura nne mstari wa tano kinasema kwamba toeni zabiu za haki na kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena nasema kwamba Yesu Kristo alipojitoa msalabani, nasema kwamba ile ndio zabiu. Zabiu ni kitu ambacho unakitoa ambapo hicho kitu ambacho umekitoa hakuna mbadala tena wa hicho kitu. Sisi tunaitumainia sana damu ya Yesu Kristo, atumainie kitu chochote, tunatumainia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, hiyo ndio zabiu iliyo hai. Tuki tukisoma kitabu cha Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza nasema kwamba basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe zabiu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anakusha kutukumbusha kwamba tutoe mili yetu kama zabiu, ina maana Mwenyezi Mungu anafurahishwa na yule ambaye amejitoa mwili mzima ni kila viungo kila kiungo cha mwanadamu kinakuwa kinamtumikia Bwana. Anasema kwamba wewe unakuwa umejitoa mwanga kwa Yesu Kristo, yaani unakuwa umeshajitoa mwanga kwa kila kitu, yaani upo tayari kwa kila kitu. Ina maana anasema kwamba kwa Yesu Kristo kufa ni faida, na vile vile Mwenyezi Mungu awezi akakuacha pale ambapo unakuwa umejitoa kwa Yesu Kristo, yaani pale ambapo unakuwa umeshajitoa mwili Inamaana unasema kwamba pesa hailingani na kujitoa, nasema kwamba mali zozote zile hazilingani na kujitoa. Hivyo Mwenyezi Mungu ambacho anafurahishwa nacho ni mwanadamu aliyejitoa kuanzia mwili, nafsi na roho yake, huyo ndio Mwenyezi Mungu anapendezwa naye. Hivyo si ukasema kwamba mimi natoa sana pesa, nasaidia watoto yatima ajitoa kila kitu kama, um, ukitokea mchango fulani nimo, ikitokea kila kitu nimo, alafu hujajitoa mwili, nafsi na roho, ndugu yangu, unakuwa unapoteza bule. Kwa sababu gani? Ndani ya mwili, nafsi na roho kuna kitu kinaitwa upendo wa Yesu Kristo. Hivyo ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukanyenyekea na kutii na kujitoa, ina maana utakuwa unatoa katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tena, baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.